Tuliyoinywa imetutakasa upya, tumetakaswa kwa upya, tumepewa nguvu mpya. Kuna mahali ulikuwa unafanya kazi, unaona kama haufanikiwi, kuna mahali ulikuwa unaomba kazi, unaona haupati, kuna mahali ulikuwa unafanya kitu, unaona hakiendi. Nakwambia hivi, kama ulikunywa kwa imani kama baba alivyotamka na kama baba alivyosema, ukanywa kwa imani ya kwamba sijanywa juisi, sijanywa chemikola, sijanywa kama maji, nimekunywa damu ya ukombozi. Umekombolewa kwa jina la Yesu. Nasema umekombolewa kwa jina la Yesu. Na kama umekombolewa, najua kuna watu wa wachoki wanaoitwa wachawi, wanaoitwa waganga, wanaoitwa maadui, huwa hata kama ukikombolewa, wanakufuatilia. Utatimua mavumbi, hawatakufuatilia watakuona, utakuwa unatembea vumbi linatimka linawaziba macho yao, na wewe unaendelea kuwa salama salimini, kwa sababu ile damu haijakomea jumapili itatembea kwa na uzao wako utakombolewa, sio wewe tu uliyekombolewa. Amekombolewa mwanao, amekombolewa mjukuu wako, amekombolewa kitukuu, amekombolewa kilemwe, na mpaka vining'ina wamekombolewa kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya! Mungu wetu ni mwema sana, aliyempa neema baba yetu, kwa sababu kila hatua tunayoiendea Mungu anasimamisha baraka na kwa sababu ametangaza ni mwaka wa baraka ni mwaka wa kupokea, ndio maana anaiponya damu yako. Damu yako ikipona, nyota yako imepona. Damu yako ikiponywa, maisha yako yamepona. Damu yako ikipona, hata biashara yako imepona. Sema amen. Sema amen. Kilichobakia ni wewe kujiamini Kilichobakia ni wewe kutembea kwa ujasiri. Usitembee kama mtu wa zamani, tembea kama mtu mpya kuanzia leo. Sema amina, haleluya. Na hata usisikilize maneno ya watu wanasema nini, wewe jiamini kwa maneno yako mwenyewe, jiamini kwa damu yako mwenyewe, jiamini ya kwamba nilikuwa maskini lakini baada ya ukombozi wa damu nitatoboa maisha, na uyaone maisha yako mikononi mwako. Amini ya kwamba nilikuwa sina fedha Amini kuanzia leo baada ya kuinywa ile damu amini ya kwamba maisha yako, uliamka hauna una shilingi mia, lakini kadri siku zinavyoendelea utakuwa bilionea mkubwa. Ukijiamini wewe mwenyewe hakuna anayeweza kukurudisha nyuma. Ukijipa ujasiri wewe mwenyewe hakuna anayeweza kukurudisha nyuma. Sema amen, mwingine hata kama angesema kwamba huwezi, ili mradi wewe mwenyewe umesema naweza naweza ili mradi wewe mwenyewe unasema nimetoka kwenye roho ya umaskini. Mwingine amina kwa nguvu, kuanampigia Mungu makofi. Kila sehemu huwa kuna mtu wa kuanzisha jambo, kila mahali Uwa, kuna mtu wa kulianzisha jambo. Wala usijihurumia kama oh, mimi kwenye ufunuo tu peke yangu. Mungu anakutaka wewe, wewe ndio mbegu ya ukoo, wewe ndio utakaso wa ukoo, wewe ndio ukombozi wa ukoo. Hata kama maisha bado yamepinda kiasi gani, kule tu kutakaswa kwa damu, umeondolewa kwenye damu za mababu, hauoti tena mababu wanakuijilia. Ndio maana ulikuwa unaota mandoto mabaya, kwa sababu damu yako ilikuwa haijaponywa. Kila siku yaani ili mradi tuko kitandani unaitwa, unakaa labda Kinondoni, Bonyokwa au Osabei, lakini kila siku unalala unaota unalima shamba la babu yako, na yeye ndo anayekusimamia na ukichoka na mijeredi unakula, anakulazimisha unalima. Ikifika saa kumi anakuachia kwamba rudi sasa Dar es Salaam, ndio unashtuka, unakuja una, una, una kutanzalalakalla, ndio unashtuka unatoka kijijini. Nakataa hiyo roho, kuanzia leo naivunja, kuanzia leo maisha ya kutumikishwa ukiwa ndotoni, maisha ya kuonewa ukiwa ndotoni, giza la ukoo, giza la kijiji, naliondoa dhidi ya maisha yako Yaani uko mjini unaota unakula ugali wa uwele kijijini. Hayo mambo yanaendaje bwana? Yanaenda endaje hayo? Unaota unakula ule ugali ambao ulishauacha, na wakati mjini tayari unakula sembe, unakulaga na dona hata siku moja moja, lakini kila siku wao unaotaga tu, yaani mlenda ule wa kijijini wa kuchuma pamoja na ugali wa uwele kama mnakulaga miogo kwenu ni miogo. Kama ni ndizi, basi kila siku unaotaga, unakula una ndizi za kuchemsha na maharage. Unaishi ungali huko mjini, unaishi kijijini. Sema amen. Kuna yale matunda yetu yale, kuna matunda fulani yanaitwa matogo. Wewe kila siku unakulaga matogo tu yaani, wenzio wenzia wanatafuna bigij mjini, wanaenda hata supermarket kuchukua, wewe ni matogo kila kukicha. Naivunja hiyo roho Ondoa kwa jina la Yesu, na haribu yonetwe Mungu akuponye, kuinue. Tazame jirani yako mwambie, wewe unakulaga nini ukiwa umelala? Okay, kuna watu wanatafuna matogo, nakwambia nzima usiku kucha, ni mga, mga, na yale matogo waga. Sio kwamba ni ya kumeza, kuna unaisha utamu, unatema, unaweka tena, sema ame unakulaga yale. Sijajua mimi kijijini kwenu, mimi nikisemea matogo ni kwetu. Sasa sijajua wewe kijijini kwenu waga, mna mawasiri ya, yale yale, unaona? Sasa ndio yale yale unaota tu, unachimba maviazi usiku kucha na mamiogo, unapambana, ardhi ni ngumu. Babu amekupeleka na madamu yao bado yananena, lakini kupitia damu ya Yesu ambayo baba alinena Jumapili tukainywa, ikakaa, imechangamana na damu zetu, hatutakuwa watumwa tena, bali sisi ndio tunaenda kuwatumikisha, tunaenda kuwatabisha, watapishana na sisi ana kwa ana, na kwambia hata adui aliyepeleka ya picha yako kwa mganga, mganga akaichanja picha akimaanisha ni wewe, nasema hata kuona tena Uanze kuishi kimjini. Uanze kuishi kama ulivyokombolewa. Baba akisema mnaenda kufanikiwa na wewe unasema kweli na mimi nitafanikiwa. Lakini unatamkiwa neno leo. Usiku babu yako anakuja na bibi yako yule ambaye ana mapengo alishabakiza jino moja. Baba yako amesemaje wa kiroho bendera? Nitafanikiwa. Unaona ili jino lilobaki, ndio maisha yako yatakavyokuwa. We, mimi unionyeshe jino moja na kung'oa kwenye ngumi usiku huo huo. Ya tumpigia baba yetu makofi na vigelegele. Tumekombolewa, tumetakaswa, na hatutakuwa hivi tulivyo. Hata mimi naamini nimepona, sitakuwa hivi nilivyo. Popote ambapo shetani aliutega mtego, nimeshautegua na nimesimama na ni lazima nitatoboa maisha yangu hata kama anga lilitanda kiasi gani, linazuia baraka tusizione, tutaziona kwa macho ya nyama na tutazikutakula huku tunajiona. Ndio maana Musa, siku moja, wakati anawavusha wana wa Israeli, Mungu alimwekea Farao roho ngumu ngumu kupita kawaida. Kaka anaenda anamwambia Mungu anaachilia pigo, Farao anaendelea tu kuwa na roho ngumu. Anaachilia pigo, Farao anaendelea tu kuwa na roho ngumu. Anaachilia hiki, Farao anaendelea kuwa na, na roho ngumu. Mwisho, Musa akamwambia, Mungu huyu Farao ana roho ngumu, Mungu akamwambia hiyo roho nimeiweka mimi, lakini nimeiweka kwa makusudi. Ila liko pigo moja tu ambalo likishakuwa limetimia, huyo Farao atawaachilia watu wangu. Akasema iko ishara ya damu. Ikishadondoka damu, nikishaiachilia damu, itauondoa moyo wa Farao mgumu na wana wa Israeli watavuka, wataenda mahali ambapo niliwaandalia. Kumbe kuna pigo moja likisalia, kuna mahali pamoja pakisalia, kuna kitu kimoja. Aya, kuna kitu kikisalia, ya kwamba umetumia chumvi imeshindikana, umetumia maji imeshindikana, umetumia leso imeshindikana, kuna pigo moja bado ndilo lilokuwa limesalia, nalo ni damu ya utakaso, nalo ni damu ya Yesu. Mara ilo pigo lilipotua Jumapili ah, kuna watu wamebadilika, kuna watu wamenemeka, kuna watu maisha yanaenda, kuna watu sio watu tena, wamekuwa malaika wa mbingu.

akamwambia ya kwamba hilo pigo ndo uliokuwa limesalia, pamoja na moyo mgumu, pamoja na kwamba hajanisikia, pamoja na kwamba hajaniona, pamoja na kwamba alikuwa amewashikilia hili pigo la damu, alimwachi salama Farao akasalenda na tamani. Jioni ya leo, wewe uliyafika ibada hii, adui yako asalende, adui yako akuachilie, adui yako asalende, ukauane ukuwabaya. yeah, yeah. akasalende akasalende, aseme kumbe nilikuwa napambana na mtu ambaye sio ukoo wa Mkumbo, ambaye sio ukoo wa Msengi, ambaye sio ukoo wa Makala, ambaye sio ukoo wa nani. Asalende ya kwamba kumbe sio Lusinde, kumbe huyo mtu ni Bendela. Kumbe huyu mtu sio sungura, kumbe huyu mtu ni Bendela. Kumbe huyu sio mzungu tena, kumbe huyu mtu ni Bendela. ayayaayayaya Ikawe, ikawe hiyo neema, niko salama. Mwambia tena, niko salama, mwambie, mwambia niko salama. Walio salama wainue mikono yao juu wampiga ya Mungu makofi. Pigo. Ishara ya soma Kumbukumbu la Torati e, kutoka sura ya kumi na mbili mstari Kumi na tatu. Mwambie jirani yako niko salama, mwambie niko salama, anasikia hayo maneno. Yaani, hata kama ulikuwa ni mgonjwa umeandikiwa, una kadi kila siku ya kuripoti kwa daktari, wewe uko salama. Hata kama wamekwambia ugonjwa huu hauna tiba, uko salama. Mbona bado utaishi miaka mingi, mbona bado ujaona inaonekana hata kama unalala, damu bado inaonekana. Unafanya biashara, damu inaonekana. Kuna mtu anakuvizia kuue, damu inaonekana. Hiyo damu ikanene mema, hiyo damu ikakutetea, hiyo damu ikakuinua yeyo, hiyo damu ifanyika baraka. Damu inaonekana, damu ya ukombozi ikionekana Hauonekani wewe, tuelewane vizuri, hauonekani wewe. Akituma mshale adui ule mshale unakutana na damu ile, damu inaonekana. Halo, Haleluya. Kuwa na amani nyingi. Watakutega mitego, damu itategua mtego kabla wewe hujanasika. Watatuma magonjwa ya upepo, watasema sijui kuna poksi. Hiyo poksi itawarudia wenyewe. Wewe damu itakukinga na ugonjwa wa nyani, itakukinga na magonjwa mabaya. Tumetakaswa na damu, inaonekana hivi. Kuna mtu anakubali kwamba damu inaonekana Sio mpaka ujikwae au ujikate wembe, mm -mm. Hivyo hivyo ulivyo damu inaonekana, kwa sababu ile ni damu ya ukombozi inaonekana, na ipo mbele yako, iko nyuma yako, iko ndani ya mwili wako, iko kwenye mishipa, iko kwenye damu, iko mpaka kwenye mifupa, inaonekana. Haleluya, inaonekana, inaonekana na ninamwomba Mungu jioni ya leo, hiyo damu ikaonekane kwa mtu aliyeyaroga maisha yako tangu ukiwa unazaliwa, akazani ya kwamba utapiga hatua. Ile damu ikaonekane, akuone wewe mwenye aliyekuroga ya kwamba wewe ni mtu salama na bado utakuwa msaada kwake. Ile damu ya kwake, naigeuza magonjwa kupitia damu na yageuza, hiyo roho naigeuza, mateso kupitia damu na yageuza Ulikuwa na imani kubwa, hata wewe mwenye HIV umepona kwa jina la Yesu. oh, mimi nimeandikiwa kumeza kidonge kila siku, endelea tu kumeza, fanya kama pipi, lakini umeshapona tayari, endelea tu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa maelekezo ya daktari. Sema ame, sema ame, sema ame, hebu sema damu inaonekana Sema damu inaonekana, inaonekana, inaonekana, inaonekana, itanitambulisha kwenye ukoo, kazini kwangu, kwenye mtaa ikanitambulishe, ikanitambulishe kwa ndugu walionikataa. Damu ionekane, haleluya! Malizia, malizia msaa Nita... nami nitakapoiona ile damu nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu. Kumbe kila kitu sasa hivi kinapita juu yetu. Hauwezi kujipigia makofi wewe? Yaani, yaani kila kitu kibaya kinapita wapi? Hakikugusi wewe. Kuna upepo tutakuja kama vile wanaona kama upepo, kumbe tayari kuna damu imekuvusha mahali ulipokuwa. Kuna mtego tu umetegwa haujui, kuna mtu anakutonganisha na bosi wako, ile damu inapitisha ule upepo. Tunaraha jamani, tuna raha kwa kweli. Acha tumpigie tu huyu baba makofi, Mungu aliyemleta kwetu kuwa baraka, kwa sababu ametupa neema ya kwamba tutavuka, hatutaonekana. Utaanza, utachoka mwenyewe tu kujichosha mwenyewe na akili yako na imani yako ambayo imechoka. Oh, mimi nimeombewa sana naona kama sipokei jibu, hiyo ni wewe mwenyewe na ubishi kutoka tumboni mwa mama yako, ambayo ulikuwa unapiga mateke na unapiga ngumi, bado ule ubishi unaendelea. Lakini sisi tumetakaswa na tumeponywa na tumewekewa ushindi. Ukisema mimi sijui bado ninaombewa na watumishi wa Mungu, sijaona mkono wa Baba, hiyo ni wewe mwenyewe. Lakini sisi tunaamini tumepona na ile damu imepita juu yetu, amen. Wala watumishi wa Mungu hawana wa hata makosa, wanakuombea na wanakutamkia kama Baba anavyotuongoza, sema amen. Amen, hizo damu zikuachie, damu za mapepo zikuachie ulikuwa unanuka harufu mbaya ya umaskini kuachie. Ninaondoa kila roho na kila mikataba. Inua mkono wako juu, naondoa kila roho na kila mkataba, roho zote mbaya zilizokuwa zinatufuatilia, mamlaka iliyokuwa inafuatilia maisha yako, kazi zako, ulikuwa unanuka damu ya umaskini. Hiyo damu ya maskini naiondoa, hiyo damu ya maskini naiondoa, ninaivunja kwa jina la Yesu. Ulikuwa unalala hauoni amani ya afya yako inakuwa na manung'uniko, natangaza damu ya ukombozi ikapanya mpaka kwenye mishipa na damu, ukawe na uzima na afya zile damu za ukoo, mikataba ya babu yako, mikataba ya mabibi, damu zilizochanjwa hata kabla hujazaliwa, ukazaliwa ukachanjwa tena ukanenewa maagano, damu za mbuzi, damu za kuku, damu za wanyama, damu za paka, damu za mbwa ambazo zimekufanya usionekane, ninazivunja na kuzikatilia mbali paka samaju yao kwa jina la Mungu wa mamlaka, bendera likosayadi moto mkali uwe na nguvu ya kumiliki na kutawala kwa jina la Yesu. Maliza lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. hautapata pigo lolote likakuharibu, hautapata pigo lolote likakuharibu. Kuna mtu yuko aseme amen hautapata pigo lolote likakuharibu. Hata kama angekuja usingizini, ameleta pigo la kukuua, lile pigo litaondoka lenyewe, na ninatangaza jioni ya leo kwa mamlaka Baba alionipa kusimama mbele ya madhabahu yake takatifu, naondoa mapigo juu yako na yarudisha kwao mara saba sabini. Kila aliyakutumia pigo la magonjwa narudisha kwao mara saba sabini, aliyakutumia pigo la umaskini narudisha ah, Ungesimama juu, ungesimama juu, nataka turudishe mapigo mbea. Hauoni baraka, unataka amani unatembea uoni pa kuelekea biashara ni nyingi, lakini unaona hakuna biashara kufungua. Shetani amekupiga pigo. Nataka turudishe mapigo, na hayo mapigo lazima yawarudie waliokuharibia maisha, walioharibu nyota, walioharibu damu, hayo mapigo yawarudie. Ukoo wako umekuwa ni ukoo wa kilio, umekuwa ni ukoo wa kuzika, umekuwa ni ukoo wa ugonjwa mmoja, babu wamekufa na magonjwa na yale yale ya presha, na wao unakufa na presha. Nataka turudishe mapigo, tuondoe mapigo waliotupiga nayo kwa damu ya Yesu tuondoe mapigo waliotutesa nayo kwa damu... ya. Inua mikono yako juu anza kuvunja kila mapigo ambayo yamepiga ukoo wako yamepiga familia yako yamepiga watoto wako yamepiga nyota yako yamepiga ndoa yako paka leo hujaolewa miaka inaenda wengine wanaolewa wewe uko pale pale Piga hilo pigo la ibilisi, kila moja vunja vunja, anza kutembea, unavunja, anza kushambulia. Watendakazi mnisaidie, shambulia kabisa, teketeza na kuharibu. Kamata mapigo ya ukoo, mapigo ya laana. Umekuwa ni mtu wa kujenga nyumba haiwezi kaisha, unajenga nyumba mwisho unauza, shida zimekuzidi. yako mapigo yaliyotamkwa na mpaka yakaishi na sisi, kwa damu ya Yesu yakakuondoke, kwa damu ya Yesu akaondoke kwa

Pigo la mapema ninalipua kwa moto kwa jina la Yesu aliye hai. Endelea kuvunja kila mmoja, usifanya mchezo, kuvunja haya mapema.